Uamuzi wa Rais William Ruto kufanya kazi na kinara wa ODM Raila Odinga ukiendelea kukosolewa na baadhi ya Wakenya, wandani wa Rais William Ruto wametetea muungano huo. Wakizungumza katika eneo la Kiplombe katika kaunti ya Uasin Gishu, wakiongozwa na kiongozi walio wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheriot, wanasiasa hao wametaja muungano huo kama njia pekee ya kustawisha uchumi wa taifa pamoja na kuleta amani na utulivu nchini that must be commended and remembered in history that they have put together the interest of this country to ensure that Kenya thrives and does not disintegrate into smaller uh, units. Sio kama maneno ile ambayo tunasikia wengine wanamwambia, oh sijui umefanya hii ama ile. Kenya tunasahau kwa haraka sana. Kura hii ilipopigwa difference ilikuwa kura 1233 na 211. Na ile ushindi ilipeanwa, sisi Bungoma ndio tuliangusha ratili. So ukiangalia, it was about 48 51% which means hata Mheshimiwa Raila alikuwa na percentage kubwa ambayo ilifuata yeye. Sasa hawa watu wanaenda wapi? Ndio Mheshimiwa amekaa pamoja wakasema wacha tuunganishe Kenya, let everybody be part and parcel of this government. Raila Odinga kikashifiwa kwa kile walichokitaja kama kuwasaliti wa Kenya hiyo jana, akiwakosoa anamtaka Rais William Ruto kuondolewa mamlakani. Viongozi hao walimtetea Raila Odinga wakidai kuwa uamuzi wake wa kuungana na Rais William Ruto sio kwa sababu zake binafsi. Sio kama maneno ile ambayo tunasikia wengine wanamwambia oh, sijui umefanya hii ama ile. Mimi nimekuwa mbunge kwa muhula mitatu na kama kuna jambo ninafurahia sana kwa yale kazi mingi ambayo tumefanya apart from maneno ile ambaye tumefanya wananchi, ni kupingana na maneno ya ukabila na ubaguzi ya Wakenya ambaye kura yake tulipiga mwaka jana kwa kumfukuza ule mtu wa mitego na kuhakikisha Kenya itabakia kuwa nchi moja, sio nchi ambaye wachache wanajihisi ni kwao na wengine wanafeel ni kama hao ni strangers katika taifa letu la Kenya. Siasa za michango kanisani vilevile zilisheheni viongozi hao wakimtetea Rais William Ruto kwa kukiuka mwongozo wake wa mwaka jana kuhusu michango kutoka kwa maafisa wa serikali. Nobody was being asked to explain the source of the money. Alikuwa anapeana kwa hivyo, kwa nini tuulize wengine? Unaweza kuleta shilingi moja umeiba na mwingine alete shilingi milioni moja ila amefanya kazi kwa bidii na yote inaombewa. Wale ambao wanaleta uchochezi, wanaleta fitina katika maneno ya kumtolea Mungu, sisi tunawambia washindwe. Sisi hatutoi pesa kupatia maaskofu, tunatolea Mungu kupitia kwa maaskofu. Kwa hiyo askofu hawezi kaa aseme ati hii mali irudishwe, kwani wewe ndiye tumekupatia. Kama si makanisa, watu wengi leo wangekuwa majambazi. Kama si kanisa, watu wengi hawangekuwa na maadili ya jamii. Kama si kanisa, wajane na watu maskini hawangeweza kupata usaidizi wowote au matumaini katika maisha. Kwa hivyo, yoyote yule ambaye anapinga kazi ya Mwenyezi Mungu, kama wewe unapiga kazi ya Mwenyezi Mungu, basi wewe unataka kazi ya nani? Ya shetani? Isitoshe, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua hakusazwa, yeye ambaye alikuwa anasifu affordable housing, yeye ndiye wa kwanza kupinga. Tunamuuliza, ni yapi imebadilika kutokea hii miezi michache?